Kishindwa kwenye uchumi inaingia kwenye ndoa. Bwana Yesu apewe sifa. Basi chukua hiyo sadaka yako. Hii ni nini? Fungu la kumi, eh? Baba, katika jina la Yesu ninabariki kazi ya mikono ya mtoto wako, naomba akabarikiwe, naomba ainuliwe, milango na madirisha ya mbinguni ifunguke eh, katika jina la Yesu. Milango na ifunguke katika jina la Yesu Kristo e Mungu wa majeshi e Mungu wa majeshi e Mungu wa majeshi. Dirisha mwingine kwenye fungu lake la kumi naomba ukafungue madirisha ya mbinguni kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo mpe neema kubwa na fursa katika jina la Yesu. Amen. Baba naomba ukambariki mtoto wako. Naomba ukabariki elimu yake. Naomba ukamkuze katika hekima na kimo, akikupendeza wewe pamoja na wanadamu. Amen. Naachilia neema kubwa ipitayo neema zote za wanadamu, ile neema ambayo ilimpatia Mariamu, mtoto ile neema iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. baraka na neema kubwa ikafungue madirisha ya mbinguni kwa ajili yake, naomba ukampe mwanzo mpya, naomba ukampe mwanzo wa kuinuka upya tena katika jina la Yesu Kristo. Sante Roho Mtakatifu, ninabariki mifugo yako, nabariki ng'ombe zako, ninaachilia neema kubwa na kibali, kibalin yani, wakaongezeke sana katika jina la Yesu. Amen. kwa ajili ya neema yako kwa ajili ya fungu hili la kumi, naomba neema ya baraka, naomba neema ya kuinuka, naomba ukambariki kila mmoja na hao ambao pia wananisikiliza, naomba kibali ya kustawi na kupiga hatua katika jina la Yesu Kristo. Nabariki fungu hili la kumi, nafungua madirisha ya mbinguni, nafungua njia zake zote, nafungua hatima yake katika jina la Yesu Kristo, amen. Baba, naachilia ulinzi kwenye sadaka hii kwa mtoto wako. Naomba ukamlinde na kumtunza, anayo ndoto na anayo hati makubwa mbele. Naomba ukambariki sana, naomba ukamwinue katika jina la Yesu, amen. Kuna ile sadaka ya mchungaji, jamani, amesema tuweke alama. Mmekuja ile sadaka ya mchungaji, njooni basi Ile sadaka ya mchungaji ndo wewe? Mwingine jamani. Mchungaji sasa sikuweza kupokea, nafikiri atakuwa alikuwa anataka kutoa nini taarifa, ila sasa tutawasiliana baadaye. Si ilikuwa ndio mwisho, si ndio eh? si ndio eh? Baba naachilia neema yako ninaomba ukampe kibali mtoto wako. Ninakutoa baharini, naitoa nafsi yako baharini, na hii sadaka ikavunje sadaka zote za miungu iliyotolewa kwa ajili yako. Hii sadaka, Biblia inasema mtu atakaye hapa kwa madhabahu si kitu, bali atakaye hapa na sadaka iliyo juu ya madhabahu amejifunga nami, naachilia agano jipya katika jina la Yesu amen. hii ni ipi? Naachilia baraka na madirisha ya mbinguni yakafunguke kwenye fungu lako la kumi. Neema kubwa ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu ikawe juu yako katika jina la Yesu amen. Baba, katika jina la Yesu naomba ukambariki mtumishi wako, bariki kazi ya mikono yake, kamuinue Ukabadilishe historia yake, ukabadilishe maisha yake, ukabadilishe kabisa maisha yake, ukampe hatua mpya, ukampe mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo, amen. Naomba ukambariki, naomba ukamwinue, kumbuka sadaka yake na dhabihu yake, bariki kazi ya mikono yake, bariki hatua zake katika jina la Yesu, amen, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya maombi. Bwana Yesu apewe wa sifa. Wangapi wamebariki? Natamani tuweke matangazo redio mojawapo kuanzia hii wiki kwa ajili ya kukamilisha mwaka, mwaka wa huduma yetu ya ukombozi wa nafsi kwa ajili ya kukamilisha mwaka wa huduma yetu ya ukombozi wa nafsi. Baba, katika jina la Yesu ninaomba uzima na uhuisho wako. Naomba ukahuishe maisha yake, naomba ukahuishe afya yake. Ondoa ugonjwa wote kwenye mwili wake, ondoa mateso yote kwake, ondoa laana na mikosi kwake, ondoa balaa na roho ya kuonewa na uchawi na uganga mwekee uzima mwekee nguvu na afya, naomba ukamuishe, naomba ukampe haja ya moyo wake. Mungu wa majeshi, ninakuomba ukamsaidie, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki baba, si unaendelea kuoga na ile ile damu ya Yesu. Aya baba, Mungu akubariki sana. Leo naomba basi utamnawisha na mafuta mafuta ni hapa tu. Hapo, Baba, katika jina la Yesu naachilia uzima naachilia nguvu zako zote za uhuisho katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. Nilitamani tu mojawapo na hayo matangazo na ikawa nahitaji kama laki mbili na nusu, naweza kupata sai eh? Ile Jumatatu tuanze kwenye redio mojawapo. Nani ataniunga mkono elfu hamsini ama shingapi tuweke kwenye matangazo? Nilitamani tuzungushe hata gari, kuzungusha matangazo ya gari ni laki nne na nusu kwa siku. Sasa ni bora tuweke ya kwenye redio Alafu tuwape tu wawe wanazungumzia huduma inapendeza, eh? Eh, wawe wanazungumzia huduma, wanataja huduma, huduma, si ndio? Jamani, nani anakuja? Wewe ndio unakuja ama ni nani? Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Naombeni ninyooshe. Mungu awabariki sana. Ejeni ninyooshe jamani, bado laki mbili. Bariki sana, natamani tuweke ile siku watu wajue mahali tulipo. Bado eti laki mbili bado, eti laki mbili bado. Mungu akubariki sana, we unatoka wapi Garamtoni? Mungu akubariki sana bado, bado shingavu bado laki na nusu. Mungu akubariki sana bado. Mwingine jamani. Mwingine na wewe ambaye unatusikiliza naomba pia utume hela yako. Ni muhimu sana ukatuma na wewe hela yako. Mungu akubariki sana. s mwingine basi, baada ya kuyasema hayo godi, tuabudie wimbo moja kwa ufupi, na pia utumalize. Budishe, simama tu kwa miguu yako. Mungu awabariki sana jamani, jamani. Tunatimiza mwaka mmoja wa huduma yetu tarehe sita mwezi wa nne. Ninaomba weka ratiba zako, ninaomba uje, naomba uwahi naomba siku hiyo tumshukuru Mungu kwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeanza kuanzia tarehe saba mwezi wa nne mpaka leo tuko pamoja. Naomba hiyo siku weka ratiba yako vizuri, na Mungu atakubariki sana sana sana. Lakini niwakumbushe tarehe nane mwezi wa, tarehe nane mwezi wa sita tuna uzinduzi wa kitabu chetu cha Nguvu ya Ndoto hapa, na mtumishi alieleza kwamba hii kitabu eh, lengo lake la kwanza ni wewe ujue ndoto yako kusimamia, lakini tikasema fedha ile tutabondesha mazingira yetu, tuweke magrili, tuweke tuweke madabau, tuweke tiles, ikae vizuri, tuabudu sehemu nzuri. Wewe unajisikiaje uende sehemu ambapo sio nzuri? Natamani tuweke tiles hapa mbele papendeze. Amen. Inawezekana. Kwa hiyo ninaomba ujiandae, najua kwa uwezo wetu hatuwezi, ila kwa Mungu inawezekana. Amen. Mungu awabariki sana.

vitu ulivyokuja navyo, wakati tunaimba korasi ya mwisho kama mti kando ya maji, nataka tuimbe kwa imani ukiwa umenyanyua vitu vyako juu, mwambie Yesu anyunyizie maji safi. Inawezekana umekuja na picha, umekuja na nguo ya mgonjwa, Bwana anyunyizie maji safi. Wengine ana barua za kuomba kazi, wengine amekuja na maji, wengine chumvi, kitu chochote ulichokuja nacho mwambie Bwana, kama mti kando ya maji ndivyo nilivyo Bwana, wewe ni mnyunyizi wangu, hutaacha ninyauke na kupenda mtakatifu kama mti. Kama mti kando ndivyo nilivyo ndivyo ndivyo nilivyo mnyunyizi wangu mnyunyizi Sema tena kama mti kando ya mto ndivyo nilivyo, Bwana, ndivyo ndivyo ndivyo uwachi ni nyauke uwachi